Ukisema mambo bado hayaeleweki katika uongozi wa serikali ya Israeli chini ya Benjamin Netanyahu, utakuwa ukosei na hii ni baada ya kuibuka kwa maandamano nchini humo kuhusiana na mzozo unaoendelea kati ya jeshi la Israel IDF dhidi ya wapiganaji wa kundi la Hamas huko Gaza nchini Palestina. Na taarifa tuliyo nayo hivi punde inasema kuwa baraza la mawaziri la Israel limeidhinisha kufukuzwa kazi kwa mkuu wa idara ya usalama wa taifa hilo inayofahamika kwa jina la Shin Bet huku maandamano yanayoendelea nchini humo yakitajwa kuwa ni sababu ya kufukuzwa kazi kwa kiongozi huyo. Ronen Bar, ambaye ndiye kiongozi wa Shin Bet, ameiongoza Shin Bet tangu mwaka 2021, na atatakiwa kukabidhi ofisi Aprili 10 ama kabla itategemea tu ni lini mrithi wake atakapokuwa ameteuliwa. Al Jazeera imeripoti leo Ijumaa Machi 21, 2025 kuwa taarifa ya kuidhinishwa kufukuzwa kazi kwa Bar imeidhinishwa na kuthibitishwa chini ya ofisi ya waziri mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu. Netanyahu alitoa pendekezo la kufukuzwa kazi kwa Bar kwa kile alichodai kukosa imani naye kuhusiana na kinachoendelea kwenye mzozo wa Israeli na wapiganaji wa kundi la Hamas eneo la ukanda wa Gaza nchini Palestina. Bar, ambaye ameongoza idara hiyo ya usalama wa taifa tangu 2021, alikataa kuhudhuria mkutano huo wa baraza la mawaziri uliokuwa ukijadili kuhusiana na hatima yake. Katika barua iliyosambazwa na Shinbet, Bar aliishutumu serikali kwa kuendeshwa kwa na, na mazingatio yasiyofaa na migongano ya maslahi ya kibinafsi na ya kitaasisi kiwango cha juu hususan ni kuhusiana na mzozo huo. Hatua hiyo inakuja baada ya Netanyahu kusema siku ya Jumapili kuwa angewasilisha suala la kufutwa kazi kwa Bar kwenye baraza la mawaziri kutokana na ukosefu wake wa imani kwa ofisa huyo ba, wa usalama wa taifa. Netanyahu na Bar wamekuwa wakivutana kwa miezi kadhaa kutokana na mvutano kuhusu uchunguzi wa rushwa unaolenga ofisi ya waziri mkuu wa taifa hilo ya Netanyahu na lawama juu ya kushindwa kuzuia mashambulizi ya Hamas ya Oktoba 7, 2023. Katika barua yake, Bar alisema alikufutwa kwake kazi kulichochewa na tamaa ya kusitisha kwa harakati za kutafuta ukweli kuhusu matukio yaliyotangulia kabla ya kutokea kwa operesheni ya kijeshi ya Oktoba 7, 2023, eneo la Gaza ambayo imesababisha maelfu ya watu kuuawa. Shin Bet mapema mwezi huu ilitoa ripoti iliyokiri kuwa ilipaswa kuzuia Hamas, ama kuzuia shambulizi hilo la Hamas, huku ikimlaumu Netanyahu kwa kusaidia kuunda mazingira yaliyosababisha mashambulizi hayo ili kuanzisha vita dhidi uh, ya kundi hilo la Hamas lenye makao yake ukanda wa Gaza nchini Palestina. Pendekezo la Netanyahu la kumfuta kazi mkuu huyo wa usalama lilikosolewa vikali na vyama vya upinzani na lilizua upya maandamano kutoka, kutoka kwa raia wa Israeli wanaopinga serikali yake ya mlengo wa kulia. Alhamisi, polisi walitumia maji ya kuwasha na kuwakamata angalau watu 12 baada ya mapambano na waandamanaji katika jiji la Tel Aviv na Jerusalem nchini humo. Kwa mujibu wa takwimu rasmi zilizotolewa na serikali ya Israeli, shambulizi la Oktoba 7, 2023, lililotekelezwa na kundi la Hamas lilisababisha mauaji ya Waisraeli takribani elfu moja na mia moja thelathini na tisa huku zaidi ya 250 wakichukuliwa mateka. Hata hivyo kumekuwa na usiri mkubwa juu ya hali halisi ya vipo na majeruhi waliosababishwa na mashambulizi ya Hamas maeneo mbalimbali ya Israeli hadi sasa. Baada ya Hamas kutekeleza uvamizi huo nchini Israeli, jioni yake Netanyahu alitangaza kuanza operesheni ya kijeshi katika ukanda wa Gaza, ambapo kupitia operesheni hizo Wapalestina zaidi ya elfu arobaini na tisa na mia tano arobaini na saba wamethibitishwa kuuawa huku laki moja na elfu kumi na mbili na mia saba kumi na tisa wakijeruhiwa. Hata hivyo, wizara ya afya eneo la Gaza imedai kuwa takwimu ya Wapalestina halisi waliouawa katika mashambulizi hayo ya Israeli huenda ikawa ni zaidi ya elfu sitini kwani bado kuna mabaki ya watu yaliyonasa kwenye vifusi. Mbali na mauaji haya ya raia, Israeli imesababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu na majengo sambamba na kuwalazimu wakazi wa Gaza zaidi ya milioni mbili kuyakimbia makazi yao na kutafuta hifadhi kufuatia makubaliano ya kusitishwa kwa mapigano kati ya pande mbili za mzozo huo yaliyofikiwa Januari 19, 2025. Na inaaminika kuwa bado mateka 59 wa Israeli wanaendelea kushikiliwa na kundi la Hamas huko Gaza, huku zaidi ya 30 wakiachiliwa huru katika makubaliano hayo. Raia wa Palestina waliokuwa wanashikiliwa kwenye magereza mbalimbali mbali nchini Israeli zaidi ya 1500 walinufaika na wali kuachiliwa huru, huku awamu ya pili ya makubaliano hayo ikigonga mwamba jambo ambalo limemsababisha Israeli kurejesha upya mashambulizi yake eneo la Gaza, na inaelezwa kuwa kwa mujibu wa Al Jazeera, tangu kurejea kwa mashambulizi hayo ya Israeli eneo la Gaza siku ya Jumanne Machi 18 mwaka huu, zaidi ya wa Wapalestina 600 wameshauawa, huku zaidi ya 200 wakiwa ni watoto. Na taarifa tuliyoitoa siku ya jana, kama unafuatilia Mwananchi Digital na kupitia story mbalimbali ambazo nimekuwa mbali mbali mbali nikikuletea ni kwamba eh, jana kundi la Wahuthi ambalo lina makazi yake kule Yemen lilifanya shambulizi la kurusha kombora la balistik ambalo Israeli ilidai kuwa iliweza kulidhibiti. Hata hivyo Wahuthi wao wanadai kwamba shambulizi hilo liliweza kufikia ma, ma tageti yake kwa maana ya malengo yake yale ambayo walikuwa wamejiwekea, na baadaye msemaji wa, wa, wa, wa kundi la au kitengo cha, cha, cha kundi la Hamas ambacho kinafahamika kama Alkasam Brigades. Eh, huyu anaitwa Abu Obeida, yeye eh, alitoa taarifa kwanza akiwashukuru na kuwapongeza hawa eh, wahuthi wa Yemen kwa kuwaunga mkono, lakini pia kuonyesha kwamba hawakubaliani na kile ambacho kinafanywa na Israeli, na wao wakasema kuwa tayari walipokuwa kishama, wakifanya mashambulizi yao kuelekea kule Israeli, kwa kutumia rockets mbalimbali mbali, waliweza kuona lile kombora lile la ballistic ambalo lilirushwa na wahuthi wa kule Yemen na wao pia Hamas walidai kuwa kupitia mashambulizi hayo ya rockets, waliweza kufikia target kwa maana ya malengo yao waliokuwa wamejiwekea. Sasa wewe mimi, ni kuomba endelea kusalia na Mwananchi Digital ambao ni platform inayokuletea habari bila kuzingatia ama kukulalia upande wowote na kufuata uchambuzi wa kina kuhusiana na hali halisi inayoendelea katika mzozo huo unaoendelea kati ya Hamas dhidi ya jeshi la Israel, IDF, na serikali ya Benjamin Netanyahu. Jina langu ni Mgongo Kaitira na hii ni Mwananchi Digital.